Unapokuwa unaishi duniani na unaona maisha yako yanaenda vizuri, unabarikiwa, ama kwa sababu unafanya biashara na pesa inaingia, ama kwa sababu unafanya kazi mahali na pesa inaingia, umesoma, unakuwa mtu anawaza kama sio elimu yangu, kama sio bidii yangu, kama sio nguvu zangu, kama sio mawazo yangu, ambayo ambayo mawazo haya yameniliwaza vizuri sana, niaze biashara na biashara imenipa pesa. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa haoni sehemu ya Mungu kwenye maisha yake ukifika kwenye eneo hilo kwenye maisha umekwenda kwenye kuangamia na kupotea. Ndio maana Mungu anatufundisha kupitia adhabu mbalimbali ambazo aliwahi kuzileta kwa watu. Kuna adhabu mbalimbali kwa mfano, watu wa kizazi cha Nuhu waliambiwa waijenge safina, lakini wale watu wakakataa kujenga safina, wakasema hatuwezi kuacha shughuli zetu tukaanza kufanya kazi ya kitu ambacho hakieleweki hatima yake wale watu wakiendea shughuli zao, wakaendelea kulewa, wakaendelea kuoa, wakaendelea kuolewa, wakaendelea kuzama chitu. Kuna watu wanakuwa naishi yani, jamani, mimi nikiolewa ni baraka, ni baraka yani jamani, mimi nikiwa ni baraka, ndio. Lakini utazaa nini baadaye? Unaweza ukazaa ambacho kitasababisha familia yako iangamie. Wale watu walizama chitu, wenyewe wanaona wanaoana na watu, kumbe wanaoana mashetani. Yule baba anaoa shetani, yule dada anaolewa na shetani. Kizazi cha Nuhu hicho, lakini Nuhu anawaita jamani, katika wale kabla mjachanganyikana sana, hebu njooni basi, njooni bas. tumjengee Mungu safina tupate neema lu kauli ya Mungu nisikize vizuri, kauli ya Mungu. Alijua kuna baadhi ya watu ambao bado hawajaoana na yale machitu ambayo kimshingi hayakuwa wanadamu, na Mungu alitaka yale, wale waliokuwa tayari wamekwisha kuharibika wasiharibike wote lakini unaona wale watu wakagaii. Kuna saa Mungu anakuzuia baadhi ya mambo, unalazimisha, unajikuta una umeingia katikati ya majitu, unajikuta maisha yako yamebezwa na majitu yale, unajikuta huwezi tena kuchomoka kwenye yale majitu, kwa sababu maamuzi yako sasa yatategemea yale majitu. Kuna watu ukiingia katikati yao ni majitu, wakisha kuweka katika miliki yao tayari, maamuzi ya wale watu wa kizazi cha Nuru hawakuweza tena yali yali yali yali, kwa sababu yale majitu yalianza kuwaamulia yale majitu. Yalikuwa makubwa kuliko wao, yalikuwa na nguvu kuliko wao, yalikuwa na uwezo kuliko wao. Kwa hiyo, wakitaka kutoa wazo kwamba, ikiwa ni mwanaume ameoa jitu, ile jitu inamwambia hatuwezi kwenda kupoteza muda kujenga safina, badala tutafute pesa, badala tutafute pesa, tunahitaji maisha mazuri baadaye. Kwa hiyo, wale watu wakaachana kabisa na mpango wa Mungu wakaanza kuangaika na maisha dunia hii. Mungu aka, aka, Mungu akajenga safina. Alipomaliza kuijenga, Mungu akamwambia ingia, wewe na watu wako. Walipoingia, Mungu akaja akafunga milango. Mungu alipofunga milango, akaachilia mvua, kumaanisha kwamba yale waliokuwa wanayaangaikia hayana maana mbele za Mungu wala katika maisha yao. Kuna mambo unaweza yakawa na manufaa kwako endapo unayaangaikia hayo na Mungu pia unamwangaikia, lakini ukiangaikia upande mmoja tu, wewe unaangaikia hela tu hela tu hela tu hela tu maisha tu maisha tu, hautayapata, utayapata uta baadaye, yatasambaratishwa yatapigwa, yale maisha yatapigwa. Na hili ni jambo ambalo ni vita. Saizi hizi ni vita kabisa, kuwafundisha watu haya mpaka wakuelewe, ni vita yaani imeishakuwa vita, maana akili za watu wengi zimeshaharibiwa, si akili za watu wengi zimeshaingia, si kwenye fungu ambalo Biblia inasema watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu? Hicho ndicho kimejaa ndani ya watu. Kwayo, kwa hiyo kuwafundisha mpaka wakuelewe, wengine wanaweza wakana kusikiliza, wanatema na mate, wengine wakana kuzua, wanasema ndio manabii wa Mungu hawa, wengine wakana kusikiliza, wanasema hawana hawa, hawa, hawa, hawa, hawana kitu hawa, hawaelewi chochote hawa kwa sababu akili zao zimeishaharibika si kwa sababu akili yao sasa inawaza pesa pesa pesa pesa, maisha pesa, lakini hawajui hatima yao baada ya kufa. Hawajui baada ya kufa wataenda wapi. Hawajui baada ya kufa nini kitawapata. Hawajui baada ya kufa nini kitawatokea. Kama unampenda Bwana Yesu nisikie, amen. Nisikie tena, amina. Sasa ndio maana kueleza hivi, kuwafundisha watu wa kizazi cha leo wakuelewe pale ambapo dunia imefika leo, kwenye ambako maisha ni watu kutambiana kwa sababu ya vitu na pesa. Yaani mtu akutambia ya kwa sababu nina gari zuri kuliko wewe na nyumba nzuri kuliko wewe na nguo nzuri kuliko wewe na kula vizuri kuliko wewe na baa vizuri kuliko wewe. Hakuna kingine zaidi ya hicho duniani hapa Unapoona mtu anaangana apate hela, nimesomesha watoto kuliko wewe, watoto wangu wana kazi nzuri kuliko wako, nime, nimesoma sana kuliko wewe, nina kazi nzuri kuliko wewe. Yani, ndicho kilichopo duniani. Baada ya hayo yote basi kuyapata, basi una watoto wazuri kuliko mimi, umesomesha kuliko mimi, umekula vizuri kuliko mimi, una vazi nzuri kuliko mimi, baada ya kufa unaenda wapi? Kaburi ni moja, kaburi haina fashion. Nisikilize mpendwa, kaburi haina fashion, ujapo ijenga nje ndani, tabaki ni kaburi huko chini uliko wewe utabaki ni kaburi. Ndio maana kule chini ya kaburi hakunaga urembo, hata wajenge na vigae, utaona tu kujundo anapamba huko juu, wanaweka ngazi, wanaweka misalaba. Kule chini hakuna msalaba, kule anakulala binadamu hakuna msalaba, ni shimoni kule chini. Kunafunza, hata wangeweka vigae, kunafunza. Tajiri huyo ataliwa tu, msomi huyo ataliwa tu, huyo mdosi ataliwa tu, kwa sababu yuko shimoni Maisha ya shimoni hayana godoro. Hata angezikwa na, na gari ndani ya shimo hilo, ndani ya gari funza wataingia tu, kwa sababu hiyo ndio sheria ya shimoni. Haijalishi aliishi nyumba nzuri kuliko wengine duniani, ukishakufa amri ni moja ya Mungu, shimoni. Ukishakufa tu iwo ulikula vizuri, ulivaa vizuri, ulisoma sana, ulikuwa chips sana, siku ya kufa chips hazitatoka nje ukaviona, zitaishia shimoni. Amri ya Mungu ni moja, shimoni Shimu ambalo maskini anaingia na tajili ataingia, na msome ataingia, na mzuri ataingia, na mbaya ataingia, mwenye macho makubwa ataingia, mwenye madogo ataingia, mwenye pualena ataingia, kila mmoja shimu hilo hilo. Kama amina, kama sema amina.